Pia katika hadithi kumetajwa fadhila ya salamu ala kuli ahad ani, fadhila ya kutolea salamu kila mtu sawasawa, umjue ama usimjue. Hapa kumjua ama kumtumjua ani na e, ama kuwa, ni ni kuwa mnahusiana naye ama hamna uhusiano kwaho, kumaanisha kuwa maadamu ushaelewa kuwa huyu ni muislamu mwenzako, basi ni kumtolea salamu. Kuna maneno ambayo maulamaa wameeleza tofauti yake na maneno yenyewe ni kuwa, kuna baadhi ya hadithi ambazo zimekuja kuwa Mtume aliulizwa ya kuwa ayu lislami afdal, na hii hadithi nayo imekuja kuwa Mtume aliulizwa ayu lislami khairun, na haya maneno mawili yana maana moja, khairun na afdal ina maana ile ile moja, lakini saa tofauti, wakasema kuwa majaa fi khairun ile hadithi ambayo kama hii ambayo mtume aliulizwa kuwa ayu lislami khairun, dhukira umurun mustahabun, mtume alitaja maneno ambayo ni sunna kuyafanya, wa madhukira fihi ayu islami afdal. Lakini katika ile hadithi ambayo mtume aliulizwa ya kuwa ayu ayulislami afdal, ehe, dhukira fihi Alwajibat, mtume alitaja ndani yake nini? Mambo ya lazima. Kwa hiyo ni kuonesha ya kuwa yale mambo ya lazima ambayo yametajwa katika hadithi ambayo mtume alisema kuwa ndio uislamu bora, afdhal, akatumia aafdhi, hiyo ni kuonesha kuwa licha kuwa huo ndio uislamu bora, lakini uislamu hautokamilika mpaka uyafanye pia haya mengine ambayo pia ni ya sunna. Naam. Mlango e, wa 43 t alislamu yahdimu ma qablahu walhaju walhijrata walhijratu, uislamu unabomoa kwa maana ya kuwa unafuta yale madhambi yaliyokuwa kabla uislamu, na hivyo hivyo pia hija ufanya, na pia hivyo hivyo hijra pia ufanya kuhama mtu kutoka katika mji wa makafiri kwenda katika mji wa Kiislamu. Kwa haya mambo matatu, huwa yanafuta yale madhambi yaliyokuwa kabla ya mtu kufanya hayo mambo. An ibni shumasa almahrii qala, hadharna Amr bnil aas wahuwa fi siyaqati almaut, anasema kuwa walihudhuria Amru bin As alipokuwa katika ile hali ya kifo, mwisho mwisho wa uhai wake katika nini, sakratil mauti. Fabaka tawilan, akalia sana. Wa hawwala wajhahu ila aljidari, kisha akageuza uso wake, akaelekea ukutani. Fajala ibnuhu yaqulu, akaanza mtoto wake kusema, ya abata, e hey, babangu

ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, hakika kitu bora zaidi ambacho tunakiandaa ya kuwa kitakuwa ndio msaada wetu mkubwa na tegemeo letu kubwa ni shahada, yaani tauhid, imani, akida ya sawa. Hiyo ndiyo ili ndio tegemeo kubwa ambalo tunalo inni kuntu akasema, kama mimi nilikuwa, ala athbaqin thalathin, mimi nilikuwa katika hali tatu. Ani amru anasema kuwa mimi nilipitia katika hali ngumu tatu. Laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam minni, hakika mimi ulikuwa unaweza ukaniona kwa kipindi fulani, wama ahadun nilikuwa hakuna yeyote ashadda bughdan ambaye, an, ninamchukia zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwangu mimi, yaani hakuna mtu ambaye alikuwa kwangu mimi anachukiza zaidi kuliko Mtume, wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faaktuluhu wala hakuna mtu ambaye nilikuwa napenda zaidi. Laiti kama ningeweza kupata umakinifu na uwezo ili nimuue kabisa. falau mutu ala tilka alhali la kuntu min ahli nnari, akasema Amru ya kuwa nakumbuka hivyo kwa hakika, lau kama ningekufa katika hali hiyo niliyokuwa nayo ningekuwa katika watu wa motoni.

fal falubayika ani ili niweze kupa beia huyu Amra anamwambia Mtume fabasata yaminahu, Mtume akakunjua mkono wake wa kulia. Qala anasema Amru faqababtu yadi, mimi nikakunja mkono wangu, nikawa tena simpi beia. Qala Mtume akasema malaka ya amru, una nini wewe Amru? Kwa nini hunipi beia umesema ninyoshe mkono unipe beia. Qala, anasema Amru, qultu, nikasema aradtu an ashtarita, mimi nilitaka, nataka kuweka masharti. Qala, tashtaritu bimadha, unaweka sharti kwa lipi? Qultu, Amru akasema nikasema, an yughfara li, ya kuwa ili nikupe beia ni kwa sharti nisamehewe kwa sababu najijua mimi madhambi na makosa mengi, ambayo nilikuwa nikiyafanya kabla ya nini kuamua kuslimu. Qala, mtume akasema, ama alimta ya Amru, hivi haujajua ewe Amru, anna alislama, yakuwa kwa hakika Uislamu yahdimu ma kana kablahu, unafuta yote yaliyokuwa kabla yake, wa ana lhijrata tahdimu ma kana kablahu, na kwa hakika ya hijra pia hufuta yote yaliyokuwa kabla yake. Wa anna alhaja yahdimu ma kana kablahu, na kwa hakika hija pia hufuta yote yaliyokuwa kabla yake. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasalaa, na kisha hakuwa yeyote anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusilimu kwangu. Wala ajalla fi aini minhu, wala ni mtukufu zaidi kwenye machangu kuliko mtume, hakuna yote aliyekuwa anafika kiwango hicho. Wama kuntu atiqu, na wala mimi nilikuwa siwezi an amlaa ainaiya minhu, kumwangalia mtume, na macho yote ijlalan lahu, na yote yenu kwa ajili ya kumadhimisha na kumtukuza. Wala lau suiltu, na lao kama ni, ningeulizwa an asifahu, ni msifu mtume, ma ataqtu, singeliweza kwa sababu ya kuwa nilikuwa siwezi kumwangalia mtume kikamilifu kwa ajili ya kule kumheshimu na kumtukuza. Lianni lam akun amlau ainaya minhu, kwa sababu ya kuwa mimi nilikuwa simwangalii kwa macho yangu yote kikamilifu. Walau muttu ala tilka alhali, lau kama mimi ningekufa katika hali hiyo, larajautu an akuna min ahli ljanna, ningetarajia kuwa katika watu wa peponi sababu ninajihisi ya kuwa kweli katika hali hiyo nilikuwa katika hali nzuri zaidi ya kumpenda mtume kiasi hicho. Na bila shaka yote ni imani hiyo, ni hali ya pili ambayo anayikumbuka. Thumma anataja saa hali ya tatu anasema, kisha walina ashiyaan, tukatawazwa mambo fulani tuwe tunayasimamia tuwe viongozi. Ma adri ma hali fiha, sijui hali yangu katika mambo hayo. Na katika utawala huo na uongozi huo, fa idha ana mutu, ikiwa mimi nitakufa, fala tashabni naihatun. Kwa hivyo nikifa, natoa wasia ya kuwa mtu yeyote anaelia kwa sauti ya juu asinifate, asifate jana zangu, wala narun wala moto yeyote, ambaye mbeba moto asinifate na moto, faidha dafantumuni, na ikiwa mshanizika fa sunnu alayya aturaba sannan, nimwagieni mchanga kabisa. Thumma aqimu haula qabri, kisha mbakie kabrini kwangu, qadra ma tunharu jazuran jazurun, kiwango cha kuchinjwa ngamia mda huo. Wayuksamu lahmuha, na nyama kigawanywe, mbakie kwa kipindi hicho hatta astanisa bikum, ili niweze kuliwazika na nyinyi. Wa andhura, na niangalie. Madha urajiu bihi rusula rabbi, ni yapi ambayo nitawajibu wale mitume wa mola wangu, yani malaika. Katika yule muda wa kubakia pale kabrini, bila shaka wanabakia, ikiwa anamwombea bila shaka dua ambazo mtume wametufundisha tumwombee maiti baada ya kumzika. Kwa hivyo Amru bin As akaeleza hali tatu ambazo ashiwe kuzipitia, hali ambazo kwa hakika akizikumbuka, ni hali moja tu inampa matumaini, lakini hali mbili za mfanya mpaka e, aingiwe na wasiwasi. Hali ya kwanza ambayo ilikuwa ni kabla ya kusilimu kwake, kisha hali nyingine ambayo inampa wasiwasi ni baada ya kupata uongozi na mamlaka ya kuwa sasa katika kuongoza watu hauwezi ukajijua, ya kuwa je, niliongoza watu vizuri, kwa hivyo nimesalimika, ama nina maswali ambayo nitashindwa kuyajibu mbele ya Allah na yaniangamiza.